Kwetu sisi msimamo wetu ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Ndio maana mpaka sasa jamhuri ambayo imemkamata mtu imekaa naye zaidi ya miezi mitatu ha, miezi miwili na kitu, hawana ushahidi wowote ambao wanatakiwa kuleta. Sasa inakuwa ni kwenda na kurudi. Sisi tunatoa wito kwamba eh, haki ya mtu kuishi duniani hapa na haki ya kutengeneza nchi ambayo ni huru lazima iwe haki ya kila mtu kupakupendelewa. Hatuwezi kuwa tunakuja mahakamani hapa kesi ambayo wanasema ni ya, ni ya maneno. Nasikia mawakili wamezungumza vizuri sana, alafu maneno yapo, yameandikwa, yalizungumzwa, halafu tunaambiwa ushahidi unaendelea indefinitely. Haya mambo haya yanachochea chuki na Watanzania wameona. Bahati nzuri tu ni kwa sisi, tunachotaka tu ni kesi iishe. Kama wana ushahidi wauweke mezani, Watanzania waone eh? kwenye mwanga na Watanzania waone kwamba kweli kuna kesi yoyote, otherwise ni mtu ambaye e, watawala wanaogopa kushindana naye. Mgombea mmoja ambaye anatakiwa kushindana na Lissu anaona, hamwezi, anamkamata, anamweka ndani. Sasa hiyo haiwezi kuwa hivyo, hatuwezi kujenga nchi hii. Tunataka nchi ambayo iko huru na kama tumekubali vyama vingi vya, vya siasa tushindane kwa uhuru wa, wa, wa, wa, siasa yes. Bado haya ni yale yale tunayosema, hii ni nchi yetu sote. Hata wakoloni hawakutufanyia hiyo. Hii kesi ina public interest, huwezi kukataa. Huyu ni kiongozi wa chama ambacho kina wanachama zaidi ya milioni kumi na nane. Kwa anapoletwa hapo usitegemee kama anakuja mtu mwingine yoyote, anakuja kiongozi wa kitaifa na ambaye ana interest hata kimataifa. Kwa hiyo tuna, tunaiomba mahakama kama ukumbi ni mdogo kwa sababu ni kesi ambayo ina public interest, kuna kumbi kubwa hapa kuna ukumbi huo wa Kalimji, tunaweza kuweka pale nje, kuna ukumbi wa Mwalimu Nyerere au hata uwanja wa taifa, ili Watanzania waje wasikilize kesi na waone haki ikitendeka. Sasa tatizo ni nini hilo? Kwa nini watu wapigwe? Mara ya kwanza watu wamekuja hapo wakapigwa wakavunjwa miguu e, na polisi na baadaye ikaonekana walipokuja siku ya pili hakuna tatizo. Leo tena yanajirudia yale yale. Kwa hiyo sisi tunaiomba mahakama, kwa sababu hii kesi ina public interest uweze kusema kwamba Lissu analetwa mahakamani kwamba ukumbi wa watu sitini utatosha. Tuende hata Karimjee, twende uwanja wa taifa tuende eh, hapo Mwalimu Nyerere watu wakae wasikilize kesi. Ni mambo rahisi tu ya kutendeana haki, na haya mambo ndiyo yanasababisha. Tunasema tutashinda nchi hii na tutabadilisha hali hii. Hatutaki mtu mwingine aonewe kama si tunavyoonewa.